u moto wa Yesu madhabahuni lazima kutatokea na mvu gani, na siku hiyo akitaja hivyo na wazazi ibada, naweza ikaisha mapema sana. Kwa sababu gani? wameita jina la Mungu ali hai, na ukilitaja hili jina Biblia inasema Yesu Kristo ni fimbo. So ukitaja hii fimbo ikishuka kuzimu inapasua na inavunja kila miamba hizo. So madhabahuni lazima papati shida, na ndio maana waseme Yesu, wanasema Yesu. Jesu. Na kama uko mtumishi unasema sana unajisikia hili neno linatoka sana kinywani mwako Jesu, Jesu, Jesu. Basi ujue anazui, Ibilisi anajaribu kuzuia moto wa Mungu usipate kuwaka kwa wingi ndani yako. Na ukiona hiki kitu kinatokea sana, anza kurejea. Eh, anza kurejea kuita nguvu ya Mungu uweza na ujazo wa Roho Mtakatifu uweze kufurika kwa wingi ndani yako. Kipengele cha kumi na moja. Kuinua vitu juu ya nehema. Kuinua vitu juu ya nehema. Neema hii tunayozungumzia nipe neema tunayozungumzia ni wokovu na uzima wa milele lakini, huu ufalme wa giza unakuwa na kipato. Kwa sababu gani? Mafanikio yao ni ya ghafla, alafu mafanikio yao ni kwa ajili ya masharti fulani. So mtu anayekuja kwenye msingi ya dunia kwa ajili ya kuinua vitu kupinga imani Mungu, ya Mungu ama kupinga neema ya Mungu, basi anachokifanya nini, anavuta watu wengi, anawasogeza kwake, alafu anainua vitu juu ya neema ya Mungu mfano anainua mafanikio. Anasema kwa mafanikio ni bora pata mafanikio ili uweze kushinda kitu fulani. Mda mwingine anaweza kukuonyesha mafanikio na neema ya Mungu, lakini akaibesa sana ne mafanikio. Kwa sababu gani? Anajua mafanikio pasipo neema haviwezi kwenda sambamba, na hii inategemeana na viwango vya manabii wa uongo. Nabii mwingine wa uongo anaweza akaitumia neema ya Mungu kukupoteza katika mafanikio ya dunia unakuta anatumia neno la Mungu lakini anaku yani anakubadilisha ya ya ya juu kwa juu akili yako na, na mtazamo wako unaingia katika vitu wala si katika neema. na makumi na mbili, matendo ya siri hutendeka madhabahuni. Acha nizungumzie na hiki kitu madhabahuni. Ni mawasiliano ama ni checkpoint ya kiroho kati ya Mungu na mwanadamu, ni checkpoint ya kiroho kati ya Mungu na mwanadamu. Hii ni tafsiri ya madhabahu, na ziko madhabahu nyingi sana wakisema madhabahu inayotembea madhabahu madhabahu zilizoko barabarani, a madhabahu ziko langu katika malango ya miji, kwamba madhabahu ya kwanza ni mwanadamu. Na ndio maana hiki kitu nakukumbusha katika katika kitabu cha Ezekieli sura ya kwanza mstari wake wa kwanza bado anaendelea kusema kwa kuna viumbe hai vinne, na Mungu alimuumba mwanadamu katika moja ya viumbe hai vinne. Kwani asiumbe malaika wengine katika ile sura za viumbe hai vinne? Ni kwa sababu mwanadamu alikuwa ni madhabahu yake na kiupekee. Ukisoma vizuri hicho kitabu cha Ezekieli unakuja kuona Kabla hajafikiwa viumbe hai vinne, kunaanza kutolewa ufunuo wingu, na ndani ya ile wingu Ezekiel, anasema kaona moto, na ndani ya ule moto Ezekiel, anasema kaona nani, viumbe hai vinne, na ndani ya ile viumbe hai vinne, Ezekiel, anasema ni kaona juu ya kichwa chake, wayi iseme ndani yake.